Kwa kweli tulikuwa katika hali ya usingizi. Tukasikia tu risasi zimelia. Ingawa walikuwa wanavukisha risasi kwenye nyumba kushtua kwanza, labda pengine kwamba watu watoke ama wasitoke. Lakini baada hapo sasa ndio wakawa wame, wame, wame, wamekuja moja kwa moja wakalenga nyumba na hatimaye wameua wandamo wengine hata wakiwa ndani ya nyumba. Bahati nzuri watu wanalala kwenye vitanda. Vitanda viko chini kwa sababu risasi sasa zinapopenya kwenye nyumba lazima yawapate watu. Sasa mimi ninaomba serikali wachukulie jambo hili kwa makini na waangalie kulingana na hasara tunazopata hapa, kwani tumekuwa tukikimbizwa kama wanyama, hatuna haki na tunaishi nchini mwetu, na tunaishi katika mazingira ya shida. Piga risasi, risasi hapa hapa, naweka bunduki dirishani, napiga mtoto. Aa, napiga piga risasi sehemu hii wote, na sehemu ya ndama, napiga ndama mbili. lakini mtoto alipigwa bunduki kutoka kwenye elbow hapa, ikatokea kwenye kwenye shoulder joint hapa juu. Kwa hiyo mtoto aliumia sana, huu mfupa ulivunjika kabisa, ukatoka vipande vipande kama kama unavyoona kwenye kwenye x-ray hapa. Tulituma kikosi kazi cha kamati ya ulinzi na usalama kufika katika eneo hilo, kwanza kwenda kuona hali halisi ni pamoja na kuwatuliza sasa wananchi e, ili e, wakae katika hali ambayo itatoa e, nafasi kwa serikali kufuatilia kuzungumza pengine na, na, na, na pande zote mbili kuona kulikoni kwa sababu huwezi kusema pengine ni ni swala la ardhi au swala la mashamba eh, maana ile laonyesha wala halina uhusiano wowote kabisa. Hapana shaka, basi ipo haja kwa serikali kwa sasa kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha kuwa matukio kama haya hayajitokezi mara kwa mara. Nikiripoti kutoka katika kijiji hiki cha Naan wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha, mimi ni Mwanaidi Mkwizu wa ITV.